Karibuni sana Kiswahili ni rahisi. Leo tuangalie fasihi simulizi na katika fasihi simulizi tutaangalia tofauti kati ya methali na vitendawili. Kwanza, vitendawili huwa na fomula mahususi ya kuwasilishwa, mfano katika uh, kuwasilisha kitendawili, kuna formula ule muundo maalum, na hivi ndivyo unapaswa kutoa kitendawili mteguaji. Kwa hivyo kuna ile formula ule muundo maalum wa uwasilishaji wa kitendawili. Kwanza kuna uh, utangulizi wa kitendawili, ambapo mtegaji anauliza kitendawili nao wale na ile hadhira ambao ni wale wasikilizaji, umpa ruhusa ya kutega kitendawili. Kwa hivyo mteguaji anasema tega. Kisha mtegaji hutoa kitendawili chenyewe. Kwa mfano, mtegaji anaweza kutoa uh, kitendawili, amezaliwa Ali, amekufa Ali na amerudi Ali. Kwa hivyo, pale jibu hutolewa na yule mteguaji. Kwa mfano, mteguaji anaweza kusema popo. Kwa mfano, katika uh, mfano wetu jibu ambalo uh, mtegaji ametoa ni kosa, yani amekosa ya. Kwa hivyo anaomba mji. Kwa hivyo uh, mtegaji hapa anasema umenoa, na mteguaji anatoa mji. Kwa mfano mteguaji anamwambia ninakupa mji wa Kampala. Kwa hivyo uh, mtegaji akipewa mji hutoa jawabu au jibu ambalo ni sahihi. Kwa hivyo mtegaji atasema nilienda Kampala, watu wa waka Kampala wakaniambia, nikija ni wasalimu. Jibu lake ni nywele. Kwa hivyo, unaona vitendawili vina ile formula mahususi ya kuwasilisha na ikitofautiana uh, methali, ambapo uh, methali haina formula mahususi ya uwasilishaji. Pili, vitendawili huwa wakati wote na fumbo, yaani fumbo ambalo lazima lifumbuliwe na ile hadhira ilipo pale hapo hapo, lazima yaani ufumbue fumbo pale kwa pale. Kwa mfano ukipewa kitendawili kama Fatuma mchafu, unaona kuna lile fumbo, lazima ufumbue pale kwa pale ndio uweze kusema jibu ni ufagio kwa sababu unajua vizuri kuwa Fatuma ni ile sitiari ya ufunguo, ufagio, samahani, ikitofautiana na methali ambapo fumbo alifumbuliwi papo hapo wasilishwa kwa mwenye kutumia methali. Tatu, vitendawili huwa maarufu zaidi miongoni mwa watoto au vijana, kwa sababu wanapenda kufumbiana vile fumbo ndio watu watoe jibu. Uh, ikitofautiana uh, na methali ambapo hutumiwa zaidi miongoni mwa wazee na watu wazima kwa sababu zinaonyesha hekima. Vitendawili hutolewa katika vikao maalum, ikitofautiana na methali ambazo si lazima uh, zitegewe vikao maalum kwa sababu uh, uh, uh, uonyesha hekima, wakati mwingi zinawasilishwa mahali popote. Ano, vitendawili uh, kwa kawaida huwa na hadhira tendi, yani, hadhira ambayo ni hai na inayohusika uh, uh, katika kukitegua kile kitendawili ili iweze kutoa jibu au maana yake, ikitofautiana na vitendawili ambapo si lazima methali zitolewe katika hadhira ile tendi sababu zinaweza kutolewa kama funzo au zinaweza kutolewa kama changamoto kwa athira inayosikiliza au kusoma. Sita, vitendawili uwasilisho kwa majibizano kati ya mtegaji na mteguaji. Kumbuka wanajibizana pale katika hali ya kupata jibu, mtegaji ana, ana, ana, anajaribu kupewa jibu na mteguaji, kwa hivyo kuna yale majibizano, ikitofautiana na methali ambazo huwasilishwa kwa kauli moja tu na msemaji. Tafadhali niandikie maoni pale chini. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.